cha Marko kiliandikwa na Marko. Marko jina ingine alikuwa anaitwa Yohana, kwa hivyo anaitwa John Mark. Aliandika injili hii kuandikia Warumi. Warumi walikuwa watu wa matendo, sio maneno, kwa hivyo unapata injili yake ni fupi sana. Katika kitabu cha Marko mbili moja hadi 12 inaongea hadithi ya mtu ambaye alikuwa mgonjwa na hawezi. Wakati wewe ni mgonjwa, hauwezi, wakati mwingine unakosa matumaini, unakosa amani na hujui ufanye nini. Wakati mtu ni mgonjwa, hawezi. Na shukuru Mungu, watu wanne walimbeba mgonjwa na wakampeleka kwa Yesu Kristo. Hata sisi tukiwa na mgonjwa miongoni mwetu, amesumbuka, wakati mwingine amelemewa, hata mawazo yamekuwa mengi. Na hata wakati mwingine mgonjwa akikosa akiwa mgonjwa kwa muda, anakosa matumaini, anasumbuka, anajiuliza maswali, anaona itakuwaje. Sisi ambao tuko wazima, tuna majukumu ya kumbeba na kumpeleka kwa Yesu Kristo. Wengine wakiwa na mgonjwa wanampeleka kwa waganga. Mganga jenye anafanya, anachukua pesa na anakuacha na ugonjwa wako. Wengine wanapeleka